Habari mpya inayozua mjadala mkubwa duniani imeibuka, ambapo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ndugu Tony Blair anaripotiwa kuonyesha nia ya kuongoza Gaza kama kiongozi wa muda. Kwa mujibu wa gazeti la The Economist, mpango huu unadaiwa kuungwa mkono na watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya Marekani, akiwemo Jared Kushner mkwe wa Donald Trump pamoja na washauri wake wa karibu. Ripoti zinaeleza kwamba taasisi ya kufikiri ya Tony Blair inayojulikana kama Tony Blair Institute for Global Change imekuwa ikisukuma kimya kimya mpango wa Gaza baada ya vita. Katika mpango huo, Blair anajipanga kama kiongozi wa muda kabla ya hatimaye kukabidhi madaraka kwa mamlaka ya Palestina. Lakini habari hii imezua hisia kali sana. Wapo wanasema Blair si mtu sahihi kwa jukumu hilo, wakimhusisha ama wakimkumbusha historia yake ya uhusiano wa karibu na Marekani wakati wa vita vya Iraki mwaka elfu mbili na tatu vita ambavyo vimebaki kama alama ya fedheha katika siasa za kimataifa. Wengi wanashukuriwa kuwa ni mjenzi wa vita aliyesaidia kuvuruga uthabiti wa Mashariki ya Kati kwa miongo kadhaa. Kwa upande wa wafuasi wake, Blair anaonekana kama mwanadiplomasia mwenye uzoefu mkubwa ambaye aliwahi kuwa mjumbe maalum wa amani wa kundi la pande nne yani, quartet on the middle east, akijaribu kusimamia juhudi za amani kati ya Israel na Palestina. Lakini hii swali linabaki ni je, Wapalestina wenyewe watakubali kiongozi wa muda kutokea nje? Tena mtu ambaye kwa wengi ni alama ya vita na uvamizi, au huu ni mpango wa mataifa makubwa kutumia Gaza kama uwanja wa majaribio ya kisiasa? Wachambuzi wanasema hata kama mpango huu ungefanikiwa, utata na upinzani mkubwa kutoka kwa jamii za Palestina na viongozi wa eneo hilo ungekuwa changamoto kubwa sana. Gaza ni eneo lililochoshwa na vita, lililotajwa uh, lililojawa na magofu na lenye jamii iliyo na maumivu ya muda mrefu sana. Kuweka kiongozi wa muda kutokea nje, hasa kutoka nchi za Magharibi, kunaweza kuchochea zaidi mashaka na upinzani. Kwa sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa Blair mwenyewe, lakini tetesi hizi zinatosha kuanzisha mjadala mkubwa kuhusu hatima ya Gaza baada ya vita hivi kumalizika.